na jinsi gani yeye anavyotupenda. Ukuani wa kiroho, taifa la kifalme, wanaomtolea Mungu dhabihu za kiroho, matunda ya midomo yao wakilisifu jina lake. Ni watu wa, wa ajabu jinsi gani yeye anao. Faraja na amani yetu pekee huja kwa kuisikia sauti ya Mungu ikinena nasi kisha tunamjibu Baba kwa kutoa dhabihu za kiroho kwa matunda ya midomo yetu tukilisifu jina lake. Ulimwengu wote huu unaugua, maumbile yanaugua, tunaugua na kungojea kule kuja kwa Bwana. Dunia hii haina kitu kwetu sisi. Tuko tayari kuondoka na kwenda kwenye karamu yetu ya arusi na makao ya baadaye pamoja naye na wale wote ambao tayari wako huko ng'ambo tu ya pazia la wakati, wakitungojea. Hebu na tuamke na tujitikise, tufinye dhamiri zetu, tuamke kwa kile kinachoendelea sasa hivi na kile kinachoenda kutukia katika dakika moja, kufumba na kufumbua jicho. Kamwe katika historia ya ulimwengu haijawahi kuwezekana kwa bibi harusi wa Kristo kuungana kutoka ulimwenguni kote, wote kwa wakati ule ule mmoja, kuisikia sauti ya Mungu ikinena na kulifunua neno lake kwa bibi harusi wake. Enyi waaminio, jiulizeni wenyewe, ni sauti gani? Mhudumu gani? ni mtu gani anayeweza kumuunganisha na kumkusanya bibi harusi wa kristo wote pamoja? Kama wewe ni bibi harusi wa Kristo, unajua kwa urahisi, hakuna kabisa sauti nyingine ila sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda. Ndiyo Roho Mtakatifu yu ndani ya kila mmoja wetu, kila ofisi ya kanisa lakini Mungu mwenyewe alituambia angeuhukumu ulimwengu kwa neno lake. Bibi harusi anajua neno lake huja kwa nabii wake. Nabii wake ndiye mfasiri pekee wa kiungu wa neno lake. Kile asemacho hakiwezi kuongezewa lolote wala kuondolewa kitu. Ni neno lililo kwenye kanda ndilo sisi sote tutakalo hukumiwa kwalo na wala si neno lingine ama fasiri ya neno hilo. Haiwezekani kwa sauti nyingine yoyote kumuunganisha bibi harusi. Ni sauti ya Mungu peke yake iliyo kwenye kanda ndiyo inayoweza kumuunganisha bibi harusi wake. Ndilo neno pekee ambalo bibi harusi wanaloweza kukubaliana kwalo. Ndiyo sauti pekee ambayo Mungu mwenyewe aliithibitisha kuwa sauti yake kwa bibi harusi wake. Bibi harusi wake lazima awe katika nia moja na moyo mmoja ili kuwa pamoja naye. Wahudumu wanaweza kuhudumu, waalimu wanaweza kufundisha Wachungaji wanaweza kuchunga, lakini sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda lazima iwe ndiyo sauti iliyo muhimu zaidi wanayopaswa kuiweka mbele ya watu. Ndiyo yakini ya bibi-arusi. Ikiwa unaofunua wa jambo hilo, basi hiki ndicho kitakachoenda kutukia. Neno linatuambia Adamu alipoteza urithi wake. Dunia ulitoka mkononi mwake ukaenda kwa yule aliyemuuzia. Shetani aliuza imani yake katika Mungu, akachukua hoja za Shetani, akapoteza kila kitu. Kikaenda kwenye mikono ya Shetani, aliutoa mkononi mwake, akampa Shetani. Mungu ni Mungu wa ulimwengu kila mahali, lakini mwanawe alikuwa na mamlaka juu ya dunia hii. Angeweza kunena, aliweza kutoa majina, aliweza kusema, aliweza kusimamisha maumbile, aliweza kufanya lolote alilotaka kufanya. Alikuwa na mamlaka makamilifu juu ya dunia. Adamu alipoteza yote, lakini utukufu kwa Mungu yote yeye aliyopoteza na kuachilia yamekombolewa na mkombozi wetu aliye jamaa wa karibu, si mwingine ila Mungu Mwenyezi ambaye aliyefanyika Imanueli, mmoja wetu. Sasa ni yetu sisi, ni wana na binti zake watakaotawala na kuwa wafalme na makuani pamoja naye. Tunao uzima wa milele pamoja naye na wale wote tuwapendao. Hakuna magonjwa tena, hakuna huzuni tena, hakuna kifo tena, yote ni milele tu, pamoja. Tunapoliwazia hilo, tunawezaje kumwacha shetani atushushe? Ni yetu. Huko ndiko tunakoelekea hivi karibuni. Yeye ametupa jambo lililo kuu zaidi awezalo kutupa. Siku hizi chache za mitihani na majaribu hapa duniani zinamezwa kwa haraka na ushindi wetu mkuu ulio siku chache tu zijazo mbele yetu. Imani yetu haijawahi kuwa kubwa jinsi hii, furaha yetu haijawahi kuwa juu jinsi hii. Tunajua sisi ni nani na ni wapi tunakoenda. Tunajua tuko katika mapenzi yake makamilifu kwa kudumu na neno lake. Yote tunayohitaji kufanya ni kudumu na kanda na kuamini kila neno, si kulielewa lote, bali kuamini kila neno, nasi tunaamini. Imani huja kwa kusikia kulisikia neno, neno huja kwa nabii. Mungu alilinena hilo, Mungu alilirekodi hilo, Mungu alilifunua hilo, tunalisikia hilo, tunaliamini hilo. Unaweza tu kuupata ufunuo huu kwa kuisikia sauti ya Mungu kwenye kanda. Yote yale ambayo Kristo atafanya wakati wa mwisho yatafunuliwa kwetu juma hili katika ile mihuri saba, kama Mungu ataturuhusu. Unaona vema. Yatafunuliwa na kufunuliwa wakati mihuri hii inapovunjwa na kufunguliwa kwetu, ndipo tunaweza kuona mpango huu mkubwa wa ukombozi ulivyo, na ni lini na ni vipi utafanyika. Yote yamefichwa katika kitabu hiki cha siri hapa. Kimetiwa muhuri, kimefungwa kwa mihuri saba, na kwa hiyo mwanakondoo ndiye pekee ambaye anaweza kuivunja. Jumapili hii saa sita mchana saa za Jeffersonville ni saa moja jioni ya Afrika Mashariki sehemu ya Bibi harusi kutoka ulimwenguni kote watakuwa wakisikiliza sauti ya Mungu wote kwa wakati mmoja. Tutakuwa tukivumisha mbingu kwa maombi yetu na kumwabudu. Ninawaalika mje muungane nasi tunaposikia pengo kati ya nyakati saba za kanisa na ile mihuri saba. 63-0317 e Tafadhali, msisahau kuhusu mabadiliko ya masaa huko Jeffersonville wikendi hii. Ndugu Joseph Branham.